Tia ukurasa wa Instagram wa Good People Gang. Huu ni ukurasa ambao unaposti kazi zote za msanii Zuchu, kila kitu ambacho kinamhusu Zuchu wanaposti kwenye page hii. Sasa ukienda katika hii page utakuta kuna video inaonekana hapa eh, Zuchu akiwa yupo studio japo haonekani ila tunasikia sauti yake akiwa anaimba, alafu kwenye hii video kumeandikwa haya nampa remix na mtafuta, alafu ameweka emoji za fire kwenye hii video, alafu kwenye caption kumeandikwa studio singele vibes, mtagi mwenye nyimbo kuna remix yake huku, alafu hapa chini wakamtagi Dogo Pattern. Sasa hii ni ngoma ya singeli ya huyu msanii mdogo kabisa hata kiumri, anaitwa Dogo Pattern, ni miongoni mwa wasanii ambao wanakuja vizuri sana kwenye muziki wa singeli na anapendwa sana japo bado si usio msanii mkubwa, lakini uwezo wake ni mkubwa kiasi cha kwamba mpaka Zuchu akaamua mwenyewe eh, kuifanyia remix hii ngoma bila hata eh, kuambiwa na mtu bila hata kuombwa, kwa mapenzi yake na kuipenda hii kazi akaamua eh, kuifanyia remix kama hivi ambavyo unasikia katika video hii. Nitakuekea hapa mbele usikie kile ambacho Zuchu ana akiimba anaimba hii ngoma kwa ufundi sana, sauti nzuri, na bila shaka itakuwa ni ngoma kali kwa sababu ya hiki ambacho nakisikia, lakini pia kwa ubora wa ngoma hii, unaona kabisa eh, Zuchu ameamua kufanya makubwa kwenye hii kazi na kumsapoti mdogo wake. Nimpongeze sana msanii Zuchu kwa kuona kwanza kipaji cha dogo, japo ndio anajua, lakini akaamua kuongeza nguvu akaamua kuingiza sauti kwenye hii kazi na kumpa remix ya bure kabisa bila kuombwa wala kulazimishwa na mtu yoyote. Na kama bado pengine hujapata muda wa kumfuatilia huu dogo ambaye anaitwa Dogo Spartan mfuatilie, uweze kuona kile ambacho anakifanya na uwezo wake ni mkubwa kwelikweli. So hongera sana kwa msanii Zuchu kwa kuweza kutoa support kwa mdogo wako, na bila shaka tunasubiri sana kwa hamu kolabo yenu. Twende, ibisi alinipanda sana ningefanya nini? Iyo yote najitetea sababu napanga kinoni ila fande sio kama nauza ni mwenyewe nauziwa, ila kesi alobali fande nimesingiziwa. Aya afande nime legeze kamba ili niweze kukupanga fande yote sababu ya mchumba. Aya Twende, ibilisi alinipanda sana, ningefanya nini yeyote, najitetea sababu napanga kinoni, ila fande, sio kama nauza, mi mwenyewe nauziwa, ila kesi ya lobali, fande nimesingiziwa. Aya afande, legezee kamba ili niweze kukupanga fande yote sababu ya mchumba. Audio series za kusisimua